Karibu sana, asante sana mheshimiwa <coughs> mwenyekiti. Awali ya yote, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kuniwezesha kusimama hapa mbele yenu ninyi kwenye bunge hili tukufu. Mimi naitwa Musa Azan Zungu, nimetia nia kugombea nafasi ya ubunge, kugombea nafasi ya uspika kwenye bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, kwanza nimshukuru shukuru chama changu cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kulipendekeza jina langu kwenda kwenye caucus ya chama na ni washukuru wajumbe chama wa chama cha Mapinduzi kwenye caucus kwa kuniteua mimi kuja kuwakilisha katika bunge hili kama spika. Moja ya za ajenda zangu kuu, mheshimiwa mwenyekiti, wajumbe ni kuliunganisha, kuliunganisha bunge hili la wananchi la watu kwa masilahi mapana ya watu